Avieta, rusha ndege, ushinde. wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kama alikuwa ni mwanam aa anafanya kazi lakini saa hivi amekuwa shindani kwenye kazi na nanasikia saa hivi hamuongei kabisa, ni kweli? Mpaka saa hivi klamu ni mwanangu mpaka kesho aje atuje kugombana, by the way, kwa sababu klamu, wakati yeye ana enzi hizo, anaanza kufanya akajaga kwangu, bwana, ndugu yangu, naomba tufanye ni fulani hivi, mwanzoni, historia yake, naomba tufanye, alikwaga hana vifando, anaanza bwana, naomba tufanye, nitumie wasanii wako, tuna need to share hadi kwa tukao, tuna shooting mimi leo, e, e, yangu kesho ya kwake. Baada ya kufikia mahali akawa na vifaa vyake akawa anajiweza akasema, bwana, hapo hapa fresh fresh, mwanangu akaenda kwa tunaongea mpaka kesho, hata kutaka nikuonyeshe charts hapa, nimefanya vizuri, ataniambia ndugu yangu umeua, hii dunia kali nayo umetoa, yeye mwanangu safi, tunaongea kwani tushikiane. Yes, bana, hii ni exclusive interview na moja ya waandishi ama madirekta wazuri sana kutokea hapa nyumbani Tanzania, lakini pia ukitaja tamthilia ya uh, dunia huwezi kuacha kutaja jina la bichwa yeye ndio mwamba ambaye anaifanikisha tamthilia ile lakini pia yeye ndio mtu ambaye anafanya kila siku nakaa kwenye simu yako ama kwenye TV yako kwa ajili ya kuifuatilia. My big brother, mambo vipi? Safi ndugu yangu, namshukuru Mungu, hela idanganye wapi? Ah, ah. Bana, alhamdulillah, eh, eh, eh, hajifichi bana. Taratibu mdogo mdogo mdogomdogo tunajiongea ongera. Okay. Mm. Okay, sana nashukuru bana. Umefikisha ama umetimiza ndoto zako zile ambazo ulikuwa ukiziota huko nyuma? Mm. Niko kwenye safari ya kutimiza, nikisema nimetimiza bado ndoto. Unajua uh, asili ya ndoto inatakuwa zikutishe. Mimi ndoto zangu zinanitisha mimi mwenyewe, kwa hiyo bado sijafika. Yani nikifika kila mtu ataogopa. Okay. kwa sababu mimi mwenyewe zinanitisha ndoto zangu, ni kubwa, ni mwenyewe naogopa kama nitafika kweli. Okay. kwa hiyo bado niko kwenye safari ya, ya kusogelea ndoto zangu. Mm. ipi kubwa kuliko ambayo anasema nikifanikisha hii nitakuwa nimefika ama nitakuwa naelekea kwenye kufika pale ambapo unataka kufika? Uh, unajua mafanikio yana nyanja pana sinaona vizuri na kuna namna hatuwezi kuridhika na mafanikio, lakini at least kuna level mtu ukifika, ambayo mimi kwangu mimi kwanza mas mas nilionayo ni ya uh, maybe East Africa, lakini siku nikiwin Africa na dunia, nafikiri mmoja ya ndoto yangu kubwa. Mimi nataka watu yani ikiwa kuna watu wanatambua uwezo wangu wanajua kazi zangu Africa na duniani, nafikiri ni moja ya ndoto kubwa ambayo mimi na naiwaza, na kwa sababu naamini kwenye mas ndio kuna kila kitu mm. Kwa sisi ambao tuko nyuma tunaona Afrika umeshaigusa. Labda turudi kwako wewe binafsi unaona Afrika bado ujaigusa? Eh, nafikiri nimegusa katika namna kwa sababu hata Tanzania ni Afrika lakini sana sana East Africa to be honest. Sio kusema kwamba nime nimefika Nigeria nimefika labda West Africa bado. Kwa hiyo kuna namna naendelea kupambania ili tufike Afrika kwa ujumla. Yaani tukiongelea Afrika iwe kweli Afrika kote. Kiingia Ghana natajwa na nini, unaelewa? Then tuingie duniani. Yeah. Kuk kwa hiyo kwa sasa ni East Africa sana sana. Na. We ni moja ya watu ambao naweza sema ni waandishi wazuri ama directors wazuri sana kwa hapa Tanzania, na kazi zako zinajieleza, si mimi ambaye nasema hivyo. Uh, ningependa nifahamu kwa sasa, na mimi soko unalisoma vizuri la filamu, tamthilia kwa hapa Tanzania unalionaje? Lakini pia kuna ushindani huu ambao maybe kuna watu wanafikiria upo. Uh, soko letu sio baya lakini sio zuri, to be honest. Bado industry yetu ipo katika namna ya tunaseme tunajitafuta kwa sababu unajua, unapoongelea kipaji, unapoongelea sanaa duniani, kwa wenzetu it's a big deal. Ukisha kuwa na kipaji wewe uko unakutegemea, unatoboa si. Lakini kwa, kwa industry yetu ukiangalia, bado wewe angalia kuanzia way back, ukiangalia hata kwa mfano sisi tuna, almost one year tuna hiti tu zaidi ya mwaka, lakini sidhani kama tulichonacho kinastahili. Sidhani kama wasanii unawaona wana una hit kwenye dunia walivyonavyo maisha yao wanastahili. Kwa maana yake industry yetu bado ni changa tu bione. Wala tuwezi kusema eti industry yetu iko hivyo, no. Tunafanya kazi sana lakini return ni kawaida kutokana na yani, tofauti na inavyotakiwa kwa mtu mwenye kipaji. Unajua kipaji ni issue nyingine, wenzetu na nini duniani huko washafanikiwa hiyo, yaani mtu akishakuwa na kipaji tayari umaskini bye bye. Lakini leo mtu tunashuhudia kuna baadhi ya wasanii wa zamani ambao wa walikuwa wamehit, lakini wanakufa maskini, wanadhalilika, wengi wanaishia madaa, wengi wanaishia hivi kwa sababu ya industri yetu bado ina mfumo fulani. Yani inabidi tujitafute, tujitoe. Yes. Mm. Nini ambacho kinafanya iwe hivyo, kukuminywa kwa wasanii ama wasanii kuto kujitambua, wao kushindwa kuinvest? Kwa sababu hawa uh, ha, mashabiki tunaona kazi zenu, wananunua, wanadownload, wanaweka bando zao. Nini ambacho maybe kinafelisha hapa? uh, nafikiri system Unajua, unajua kila kitu ni revolution inafanyika taratibu. Kiangalia hata kwa mfano kwenye muziki, wenzetu at least mfano mtu Diamond amekuja kufanya revolution. Zamani ilikuwaga muziki ni only shows. Si na vizuri. Lakini leo mwanamuziki anaweza spiga show mwaka mzima na akawa anapiga hela nyingi kuliko hata akifanya show. Kwa sasa sisi nyanja zetu za uzaji wa kazi ni mdogo. Kwa leo kwa mfano mimi ni YouTube, ni YouTube. Mtu akiwa TV ni TV. Hawezi kazi hiyo akaiuza sehemu nyingine au hatuna hizo nyanja nyingi za kusema tutapata nini? Tutapata kipato. Kwahiyo mashabiki wana support, yes lakini, sasa wana support wapi? Utawambia labda YouTube, utaenda YouTube. Lakini leo mwanamziki ana Spotify, ana nini, ana audio maka, ana nini, kote akikusanya system myanya ya, ku, ya kuuza. Lakini pia wadau kuithaminisha. Leo mimi nikienda kuuza movie Netflix ni tofauti natakapouza kwenye platform maybe ya Tanzania. Wazetu wana tabia ya kuheshimu kipaji Kifika movie moja unasikia huko duniani mtu kauza labda billions of money, lakini bongo kuna mtu atakupata milioni mia kwa movie. Kwa manake kuna namna wenyewe. <laughs> Sinaelewa. Yes, wadau pia hawajaamua kututhaminisha kututhaminishaa, yes. Mm. We ni mwandishi mzuri sana, hii nailirudia, lakini pia direkta mzuri sana according to, uh, kwa kazi zako na umefanya kazi nyingi sana nzuri. Sasa hivi Dunia ni tamthilia ambayo inaongelewa sana na inapendwa sana uh, tukizungumzia namba inakimbiza sana, ndani ya muda mfupi unapata namba ambazo hata mwenyewe unashangaa. Naamini uh, siri ni nini? Nini ambacho likifikiria kwenye dunia siku ya kwanza unaiandika, ni mawazo gani ambayo alikuja? Uh, nafikiri siri kubwa ni reality. Unajua unapogusa maisha ya watu automatic umeshatoboa, iko hivyo hata ukiimba mziki ukigusa maisha ya watu personal lazima wapende kwao. Ukiangalia dunia ime, imekaa kwenye mfumo wa maisha halisi ukiangalia kwa mtu aliyeko kwenye ndoa ambaye pia hajaingia kwenye ndoa yani, ukiongelea mahusiano kwa ujumla, hakuna mtu ambaye hay, hayupo kwenye masuala ya mahusiano. Kwa hiyo umeshagusa maisha ya watu automatic. Kwa hiyo ndio maana nikaita dunia dunia, maana yake ina vitu vingi, yani kila kitu unachokijua duniani, ukiangalia dunia kama haijakutokea we, kuna rafiki yako au kuna story ulisikia. Kwa ni lazima iwe na mafanikio, nilitegemea tangu na naitengeneza, na, na, nilijua tu kabisa itakuwa kazi kubwa, lakini ama mapokeo ni makubwa zaidi, mwenyewe amenishangaza. Yes. Kuna kuna ups and downs nyingi sana na mimi nimekutana nazo. Maybe unaweza ukashare na sisi, ipi kubwa ambayo ilitokea watu behind kwa tuijui kuhusiana na tamthilia ya dunia? Uh, cha kwanza wakati unajua idea ya dunia nilikuwa nayo almost two years ago, lakini nilikuwa nasema siku nikiwa na hela nyingi nitaifanya, kwa sababu nilikuwa naiona kubwa, lakini weze amini nilikuja kuifanya nikiwa na zero budget. <laughs> Yaani nilikuwa natamani nifanye kija kwa na hela lakini nika drop, nikafulia, nikafilisika, nikasema so the only idea ambayo itanirudisha kwenye maisha ni Dunia, kwao nikaanza kuifanya nikiwa sina hata mia. Yaani bado hata kifinisho nilikuwa nafikiria, na kelala, nika... nikiwa, nikiwa sina hata mia <laughs> Kwa nini kilichopo watu mambo ya eh, yeah, so the only iliyokuwa inabeba dunia mwanzoni, it was only idea not budget to be honest. Nilianza nikiwa zero budget, yani unaenda kwenye nyumba bana, naomba siku, mwenye nyumba ka kanuna, hamshuti siku, kuna sherehe, hamshuti, ndio maisha ilikuwa hivyo mwanzoni okay. Yes, na hiyo ndio watu hawajui. Yaani dunia mimi nimeanza na zero budget. Wakati mwanzoni nilikuwa nategemea nije nianze nikiwa niko vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu aka kuna maisha nikapitia hapo katikati, nilifuria kabisa. Yaani kabisa. Total nikasina hata hamsini. Na nika sasa sasa narudije. Na kazi yangu mimi sana. Maana kile urudi kwa sababu mimi nilikuwa nimeacha hii YouTube yangu almost 1 year sijaposti chochote. Nilikuwa kipindicho na manager Kicheche, kwa hiyo tulikuwa tunashutia kwenye YouTube ya Kicheche. YouTube ya Kicheche ikaibiwa. Tukaenda kwangu kurudi nikaachana na Kicheche, na ndo msanii nilimtanguliza mbele ndo identity. Kwa muda huo nikabaki mtupu, sina YouTube, na YouTube inaingiza hakuna, sina hela nzuri. Alafu msanii amebenda yuko front hayupo. Kwa hiyo nikaanza mimi mwenyewe sasa nafanyaje? YouTube hiyo umeiacha zaidi ya mwaka, inaingiza views elfu kumi, elfu ngapi, unafanyaje? Kwa hiyo lazima nirudi na kazi ambayo lazima iwe hit. Na alikuwa anaaminia ni dunia. Kwa hiyo sikuwa na namna. Na Mwenyezi Mungu akanibariki hivyo hivyo katika zero hiyo budget na tumefika yeah. Ilikuwa rahisi kiasi gani kuwashawisha kina Manyanya kwa kipindi kile, kipindi ambacho huna bajeti huna pesa hujui hata location unaenda kushutia wapi? at that time sikuwa na time ya kumshawishi mtu. Ni, eh, ilikuwa tu kwamba atakaye kuwa tayari kuniamini basi abaki, waliondoka wengi, ndo wakabaki hao. Yes, kwa hiyo nilikuwa kwanza, nilikuwa kwa time ambayo sikuwa na time ya kuongea na mtu, sababu nilikuwa too frustrated. Kwa hiyo, hey guys, nataka kufanya kazi, ambaye anaona anaweza, ambaye anaona hawezi, basi kwa walioniamini tukaanza safari. Mbona kuna mimi wakaondoka? Yeah. Okay. Haris. Hey, kumbe aliondoka. Eh, kumbe aliondoka gendere kwa kufanya game interview siwezi hata kulipa. Almost miezi sita nyuma nilikuwa nimesitisha maswala ya malipo. Unaolipa nini watu? Kwa ambao wameshinda kwa ngoo. Yeah. Sawa. Mmoja wa waigizaji ambao uh, majina yao ni makubwa sana kwenye tamthilia uh, ya dunia series utamtaja Manyanya, Vailet, Matilda Mudi Muzungu na wengineo. Nikipenda nifahamu historia ya watu watatu, ulikutana na wapi Manyanya, uh, Matilda pamoja na, na na, na, Vai? Kwa sababu Vai pia juzi ameshinda tuzo hapa, hongera kwake. Yeah. Uh, Manyanya alikujaga kipindi na anda tamthilia ya familia mzee Kicheche. Nikaanataka watu wengi wakati na shooting ile tamthilia ya familia mzee Kicheche. Baada ya kibenteni nikaandaa tamthilia ya familia mzee Kicheche. Nikataka watu wengi, kwenye audition alikuja walikuwa wengi, ndo walikujaga kina Mudi Mzungu, kina Manyanya sijui na wewe, ndo nikampick pale. Safari yetu kaanzia hapa, ndo nimfahamia hapo. Matilda ni familia yangu, yani tulikuwa tunakaa mtaa mmoja, kwa hiyo anafanya sana kimekana anafanya kwa klamu ana, na na na mimi nataka kwa almost one year na nusu, nyuma tulikuwa tunafahamiana, tunamwambia nitakupa nafasi kwa na mimi nitakupa nafasi kwa, ilipofika time hivyo Vailet wakati naanzaga kufanya serious, kwa sababu zamani nilikuwa nafanga comedy na Asma mwanangu ule, then baadaye nikataka kuchange sasa biashara ikue, kwa sababu unajua so story za watoto zinabana, kuna namna tu, kuna vitu tunashindwa kufanya. Na nikasema nataka watu serious, ndio nikamuitaga Bailam. Sawa. Ehe, Bailam alipokuja eh, kwangu ndio tunaanza nikamwambia, nataka msichana ambaye anajua, nikasema kuna dada mimi namfahamu anaitwa Vailet, tukamshauri tukamvuta, ndio tukaanzia hapo, ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwishoni. Mm -hmm. kipindi stori zilikuwa nyingi sana pale ambapo ulipobadilisha karakta uh, ulimtoa Matilda I don't know nini ambacho uh, kilitokea wakamuingiza dada fulani hivi mrembo mweupe mweupe hivi nini ambacho kilitokea lakini pia comments za watu ndio sababu ya kumrudisha huyu Matilda ambaye yupo leo ah uh, kilichotokea Matilda alikuwa mjamzito serious kwa sababu kama mgondoa hapa juzi juzi kajifungua sawa alikuwa mjamzito serious kwa hiyo kilichotokea ni kwamba tuna shoot tuna force ile mimba ikae na goma, yani, akisimama hivi dakika mbili hospitali. Kwa daktari akasema hataweza, sababu kushuti shughuli. Kwa hiyo ile ilikuwa hakuna namna. Kwa hiyo to replace tu kwa muda, akikaa sawa hata nani. Kwa at least baadaye mimba ilivyokuwa makomaa akakaa sawa ndo wakarudi. Kwa sababu tu tu ah, ilikuwa ni katika mipango. Sababu yule ni binadamu hakuna namna. Watu wanaofanya kazi pia wana maisha yao behind unaelewa, huwezi kusema mtu kwa sababu una project usitengeze familia usifanye nini unaelewa. Yes, alikuwa hata kutegemea kama ataumwa. Kwa hivyo alivyoumwa hakuna namna. Kwa hiyo ndio kilichotokea. Mm. Kameramani hapa aliniambia niache umbea na mimi aliniambia kuwa uh, Bicho anapata ofa nyingi sana za hizi uh, mainstream kupeleka tamthilia yake ya dunia lakini anakataa kwa sababu hawafiki dau. Nikaa najiuliza, ni pesa kiasi gani Bicho anataka ili tamthilia yake iende kwenye hizi mainstream ama ni nini ambacho yeye anaangalia ya tamthilia yake iende kwenye hizi mainstream? Uh, nikisema wafiki dawa, hapana, siwezi kuzi, kuzishusha thamani, kwa sababu by the way ni, ni, ni mainstream ni ni, ni moja watu, ya, ya wadau ambao wameheshimisha kazi yetu, si lazima tuheshimu hiyo. Wanatoa budget wote, wanafanya kazi kubwa. Nafikiri bila wao inawezekana kusingekuwa na hiyo ramani nzuri ya Bongo Movie. Kwa hiyo we have to respect them, kwa sababu siwezi kusema kwamba wanashindwa kunipa hela mimi ya kuna nini, lakini the issue ni ndoto na, ma, na, na, na, na, na, na, na mipango ikoje mimi nilikwambia nafikiria sana mas kubwa ndio, na mimi ndo mtaji wangu mkubwa. Kwa hiyo nikiweka, niki kazi yangu mainstream, manake naenda kuchagua baadhi ya watu, sinaweza. Kwa sababu naweza kukupa mfano, hata mimi nyumbani kwangu na TV, lakini sikumbuki mwana mwisho lini kuangalia TV, sinaweza vizuri. Lakini leo ukiongelea kiganjani hapa, everybody sinaweza. Lakini pia unapopeleka kazi YouTube, manake dunia nzima haina mipaka. Lakini hizi TV zetu kuna nyingine labda zinaishia labda East Africa, nyingine kwa sababu sasa hivi mimi niko katika wakati wa kukusanya watu, na mimi nakwambia, mimi natamani dunia nzima itambue uwezo wangu. Kwao ni nini? Digital platforms yeah. Sababu ya mwisho kuacha kufanya kazi na Kicheche ah, uh, ili, ilifika time tu amekuwa akasema, bana unajua mimi na wasanii wengi afa wasanii, unajua lazima uangalie na uingie kwa sasa hiyo, wasanii sometimes zinakuwa gani E, akaona yani hapa kuna kubanana kwa sababu akiwepo e, maana yake nikimwangalia tu kuna wengine pia anawanyima nafasi kwao. Mwenyewe akaona nipambanie, ni kidogo nami nikambariki na, yeah. na fresh hata saa hivi tunaongea kwenye mshauri, namshauri kwa sababu ilikuwa for good, alikuwa yeah. ni mwanangu nafanya kazi lakini hivi, lakini saa hivi imekuwa shindani kwenye kazi, na nasikia saa hivi hamuongei kabisa hivi, ah, mpaka saa hivi ni mwanangu mpaka kesho haja hatuje kugombana by the way, kwa sababu kila wakati yeye ana enzi hizo, anaanza kufanya akajaga kwangu, bwana, ndugu yangu, naomba tufanye kipindi fulani hivi, mwanzoni historia yake, naomba tufanye. Alikwaga hana vifando, anaanza bwana, naomba tufanye, nitumie wasanii wako, tuna need to share hadi kwa kutoka, tuna shooting mimi leo e, e, yangu kesho ya kwake. Baada ya kufikia mahali, akawa na vifaa vyake, akawa anajieleza, akasema bwana, hapo hapa fresh fresh, mwanangu akaenda ko tunaongea mpaka kesho, hata nikuonyeshe chats hapa. Nimefanya vizuri, ataniambia ndugu yangu, umeua hii dunia kali nayo, umetoa ee mwanangu, safi, tunaongea kwani tushukiani? Basi mimi ni kushukuru, yeah. Sa, sana kwa timu yako my brother, nashukuru. Ndugu swala so, la kizushi, kuna mtu hapa alinong'oneza al, nataka nisahau uh, kuna kipindi hapa kati tamthilia ilikuwa inaruka kwenye app, lakini Uh, comment zikawa nyingi sana, watu wakaongea vitu vingi, wanataka uh, irudi kule kwenye YouTube sababu. Tuliona baadaye imerudi tena kwenye uh, YouTube. nini ambacho kilitokea okay? Lakini pia sababu zipi ambazo mliangalia mkasema tamthilia cheluki kwenye uh, cha kwanza? Unajua, mimi huwa niliwaambia by the way, mashabiki, the target it was at least kukuza kipato kwa wow. Unajua timu ni kubwa, watu tuko zaidi ya 30. sio vizuri leo hii, haya mimi nina kaharia ni baada ya mwaka watu wale 30 waje wapate har ni baada ya miaka mingapi? 30 watu wamekufa jamaa. nia <laughs> Kwa hiyo ukiangalia ilikuwa tu ni katika nia ya kutaka kukuza, kwamba na nini amount inayopatikana kwenye YouTube kiuhalisia. Ni ya kutaka kukuza kwamba na nini amount inayopatikana kwenye YouTube kiuhalisia numbers ni nyingi lakini haiwezi kutosha. Sio hata kama wewe unapata milioni 30, milioni 40, una watu 30 unawapaje? Hata kama mnagawana, basi tuseme tuachane na masuala ya kampuni, uboss na nini. Unaongelea unagawana nao nusu ni kila mtu sawa, sawa, maana yake unaongelea 1 million 1 million unaweza ukatoboa maisha kwa 1 million per month. Yeah. Sasa kama tu mnachokipata kwa ujumla hakiwezi hata mkisema mgawane kama timu hakiwezi kukidhi bado, manake. Kwa hiyo we need nguvu zaidi. Kwa hiyo nilijaribu ile idea, lakini sasa kitu kilichorudisha nyuma ni kwamba ilibidi tuheshimu mashabiki kwanza. Ilifikia levo nikagundua kwamba dunia sasa ilipofikia sio kazi yangu wala sio kazi ya kina Manyanya, ni kazi ya jamii. Ni ya maisha. Unajua kuna level unafikia sasa unaelewa hata ukiwa eh, kiongozi una, unakuwa na familia yako lakini kisha kwa labda mbunge ndio unakuwa tena wewe sio wa, wa, wa, wa, wa, kwako ni wewe ni wa kutumikia watu. Kwa hiyo sasa hii dunia imeshafikia level ya kwamba ni ya watu. Kwa watu wakasema, hatutaki tunataka kazi yetu YouTube. Unafanyaje shef? Mimi nitabishana na wenye kazi yao. Wao ndio mabosi zetu. Kwa hiyo nikasema, haya haya, mimi sina neno, nikarudisha YouTube. Yeah. Tunarudi pale kwa kuangalia Mars, au si? Mm, yeah. Yeah. Sasa nikushukuru sana. Poa ndugu yangu. Kwa kazi kubwa. Shukrani.